Kizuri TV la mwisho nilikuwa naomba Simba chondechonde chonde, isi msitukimbie jamani, sisi ni binadamu na ni kama binadamu wengine. Ili tupimane uwezo kati ya sisi na nyinyi, tuingie uwanjani tucheze, tufurahishe mashabiki wetu, sababu mashabiki wameibiwa mechi mbili tulizo. Mechi ya kwanza ilikuwa ligi kuu ya Tanzania bara kati ya Simba na Yanga, waliibiwa mashabiki wajaoishia kivilio. Mechi ya pili ikawa ni yakafu Simba na wale jamaa mm, yes, yes, fashion. Yes. Ile finali walibiwa kwamba itachezwa uwanja wa Mkapa wakachukua zao za pingilio baada wambadilishiwa manae mtangalia ndio na, na Belekani. Umeona? Mm. Lakini wakasema kwamba Simba Day. Sio matakwa ya mashabiki. Kuna mashabiki wa timu wa Ndanda FC, kuna mashabiki wa Mbeya FC, kuna shabiki wa Namungo. Lakini sasa kutokana na hilo swali mimi na kutokana na mambo mimi nilikuwa naomba kitu kimoja: viongozi, tumekaa mezani, tumeshajadiliana, tumefika mwafaka, tuingize timu uwanjani, ili mashabiki kile wanachokitaka. Kiu chetu sisi ni Simba na Yanga dabi, cheze ili aonekane mbovu nani, ili anaweza kusajili mwakani, aonekane nani, maana mkikimbia leo hii kinachofuatia hapo ni nyundo kati ya mimi Yanga, mshabiki wa Yanga na mshabiki wa Simba. Kuna moja taumia muona kiongozi. Nakushukuru sana, asante sana.